Hello, hello, hello, hello. Kwa Tanzania, mambo vipi? Ah, kwa majina anaitwa Shedrack, Victoria nisoma ni msanii wa Uhuru Sanaa Group. Napenda sana eh, kuwataarifu kuwa tuna kazi njema sana sana sana tena ni nzuri ambayo utakiwi sana kuikosa. Inaitwa Kilemba. Umo ndani utakutana na visanga vya kichawi visanga vya mpadiso, yani balaa, full, yani full, full balaa. Kwa hiyo napenda sana kuwakaribisha ndugu zangu pale tu itakapotoka soon. Ingia kwenye chaneli zetu za Uhuru Sanaa Group online. Subscribe pale, tia comment, share na wenzako na kila kitu aisei. Uhuru Sanaa Group, upendo kwetu ni ngao semanini, safi sana. Alfani Salum kwenye Kilemba nimecheza kama mchawi, napenda sana sana, penda sana, semanini kikubwa, tukaze kwa majina naitwa Justa Jafes aka Juju. Kwenye hii kazi ya Kilemba nime, nime play part kama Suzi. Kazi ilikuwa ngumu mm, aisee -mm. Kwa majina naitwa Surehiya Umari. Kwenye movie ya Kilemba nimecheza kama Diana. Ujumbe ni kwamba haikuwa rahisi Jina naitwa Sayuni Fredi Ndugu aka Sankila, yani muuaji umondani kwenye Kilemba nimecheza kama mchawi mchawi mwenyewe anayejielewa. Sasa sikilizeni wanangu, msikose hii kuitazama Kilemba. Pindi atakaporuka tu hewani ruka na wakubali sana. Kwa majina anaitwa Nixon Christopher Raphael aka Chris Kasha. Oya, kwenye Kilemba mwanangu ni balaa, ani balaa, balaa kusikia balaa, ni balaa. nimecheza kama mganga mwanangu, napenda nyote ambao mnapenda kujiunga na group yetu Uhuru Sanaa Ilinga, karibuni sana, nawapenda sana, tunafanya kwa moyo. <laughs> Oya umeikucheka wewe. Umeikuununa. Una flyf machozi yanatoka. Tukutane kwenye Kilemba mzee. Hii kazi ya sanaa ambayo inaripresentiwa na nani? Uhuru Sanaa group tumefanya vitu kibao sana. Halafu vyote vinapatikana kwenye kazi yetu inatoka Kilemba. Upo kwenye Kilemba mzee wangu, kuna barazi zito. Ingia. Kwenye Kilemba ni mcheza kama Kisumu, Kisumu Dunia. Na omondani nimetia shuhuli mzee wangu. Oya, kwa majina ni Kisumu Dunia. Oi, e bwana inakuwaje? Mabibi na mabwana. Ah, kwa majina naitwa Saulo Samuel, a.k.a. the one Pindara ya Kiremba. Mimi eh, kwa kweli ni bonge moja la picha, yaani eh, ukiangalia lina mauzauza ya kutosha. Sasa usikose, eh usikose kutazama sababu ni vitu ambavyo viko vingi vingi na vingi. Uhuru sana ni chimbuko la, la, la, la, la kipaji la, la vijana, kwa hiyo nakukaribisha sana natazama kwa saizi, usisahau kusubscribe